Okay, haku yeah, si you know na uh uh okay. Lete. Lete. Ajue unasikia haku anataka kwenda na mimi. Anauliza ndio ajue what mischiefs is up to. Mimi niko hapa nataka kuambia mambo jo, nime duck for a week hadi hapo tuko pamoja, nimeenda kupanda. It is the rainy season, nataka kwenda kupanda za midia ele mwana chikua m mm. Mukitaka kuchijana, muchijane. Mkitaka kuchemshana, mukunywe supu huku, mnaweza kijana muweke supu mukunywe. Na wewe terrorist, nimesikia OB pale kwa polisi ime ime collect a lot of that, hadi kwa chief, unaweza hadi terrorize the whole town, uchome the buildings, uchome watu wa dudhi, matatu ziagushe at least, hata ubi jaye tukue na kesi za kuripot to the to the to the nini, kunaitwa nini? Katini, na wewe Princess, unaweza lala ulale mtoto hadi huu hadi huu mtoto asahau kama atakula. Ukijisikia hakuna kitu mtaye, She's still my baby. Kwani unadhani the last one Princess. Simulisi ya manasha manyumba ni kiwasha gas. Na ma, ma, mamu sikutuwa mashu. Si ati juni mekuita mtoto udhani, ati uta, uta raise your voice upon your firstborn. Nilikwambia umpatia respect, it is your firstborn sister. Ni hii nulaji kwa. Mm. Nulaji kwa. Nakapu, kwa sababu siko kwa sababu naogopa huyu anaweza kuchinja usiku wewe. Ulale kwangu. Unasikia hakuna kuchia, yeah, the bedroom. Hapo. Si kwa kitanda. Wacha kuluka luka ukisema inda inda. Hakuna inda iko hapo. Nubebe mattress urare on the down. Nadi wa ni si rare mahari ni oke. Okay. You are inside my bed. You will be in for it. In what for it in? Walakwa, unanielewa? Unanielewa? No mukina na kupigia baba zenu masimu. Wabia, nimeenda wakuje. Muna sawa pigia. Ba... Kwa kwa muna kubali ya tuna baba mmoja. Na, na mimi. Hmm. Mimi sijasema hivyo. Nimesema baba yenu. Baba yako alikanyagwa na kiroli. Baba yenu alikanyagwa na kiroli. Na kwa nini mnaniuliza mambo ya baba yenu? Si ati this time is for me to go for the journey or oh, is oh, for us to discuss whether the father is a or not. Go for the journey. Mama. Unaona Prince wewe zamerudi kulala? At 2. Oh, na motiga, motiga akoma kome. Ni ole kolo nyumba ni wewe. Umesahau alichoma alicho sule. Mama msikuchoma. Hizo miaka kwani unataka kuniambia mwalimu alikuwa mjiga?

Two hours, two hours, si Si kutumia kila kila saa Haya, Haya, hapo for for one week for the the food. ukirebia. Si si chopping in the house. Nige. Aya, Welcome to Bed Palace, Kenya. Home of quality, affordable and and luxurious beds and sofas.

Anasema ati gari yenye alikuwa ametafuta haipatikani hmm. Tena ah, tena siulize atondo unapanga. Ah, um, ah, watu, wa ah, watu shaliiho Hebu konfirm kama Whitney mama wake pia anaenda ama tutaenda na yeye. Lakini Whitney, unajua mambo zake za pasapasa, ataenda kua kutua later. Sasa confirm yo reservation ya leo wee, hey, iko sawa na kuna kuongeza watu huu mwenye anapenda mm -hmm, kuleta jenzi wake wa miaka 35, wee. Na kwa route hiyo, jenzi ya maneno tuleta <laughs> neno eh, yeah, hatutaki nukes. Kwa nini hizo stori zote kwanza

praise and worship something tulikuwa tunataka kuanza. Ndio mlikuwa mnataka kwanza? Okay, shalom brothers and sisters. Shalom shalom, shalom. Tata una adabu ama mnadhani sijawasikia? Wewe well, umebook hoteli look. Can you shut up, you no twa hizo magorofa na nakatumfuta kibosa ye. Ati shalom sisters and brother, we are looking at the book of Luke.

kama hivi. Hakuna kinyasi kwenu? Ama hamuna makazi nikukate ha, nikukate ni nywele. Ama mamako haonaki zikiwa hivyo? Haisi haja hata wewe ndio unatikia mm. mm. Ama mjui nyanyi? Mimi ni hmm? Mara mm. Okay, mm. Oops. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mama tu na trauma za watu. Oh, oh, mdomo. But anyway, neatness is closeness to God. Muna kihubiri which gospel? Okay, pole kwa mama yako mimi. Hugs. But cleanliness.

Sinasikia kama mnasema kuluka goli. Unataka kuluka goli, eh? Si ndio? So, nasikia mlilala hadi huku. So, nani alilala kwa gu? Kulala mama. Hapa kulala. Mnajua niko na kasi CCTV kamera hapa. Kana kuwa kwa mahali sisi wabia. Nimesikia ukisema muli muli muli la huku. Ni hawa. Wao ulikuwa wapi? So, kama huku lala wao ulilala wapi? Lakini je, mwele, mimi sipendi kwenda kotini. Watoto wa wenyewe mnaweza ondoka. I'll be left with my girls.

Ewe joy, ewe todo, wewe dia mubaya. Mimi ni mwa bielo si wachapi. Ata kukuchuna leo si kuchuni. Cause I want to want, I want to lower myself to your ground. Nikiwa eleve. Nikiwa eleve ni nini? Nipeleke kampi ya church. Haya hiyako. Wewe unu enda ushago, nipeleke kampi ya church. Hakuna kampu unaenda. Wewe kwa sana kupeleka ushago for three months. Lehezi mwyo. Lehezi mwyo. Shule. Hakuna shule.